Habari hii ni Dar24 Magazeti na asubuhi ya leo, upo nami Murubilini ambaye nitakusomea habari zilizopo uzito katika magazeti ya leo. Ni Februari 25 2017, na moja kwa moja nikianza na gazeti la Uhuru habari zilizopo uzito zinasema mvua ya ua wa, wamo maharusi waliosombwa na mafuriko, na ni habari inayopatikana katika ukurasa wa nne. Askofu Mokiwa alonga, sijawahi kuuza mali za kanisa wala kuiba kufanya ubadhirifu wote, na wenye ushahidi wa wizi wangu ajitokeze awe mwanaume. Hiyo ni habari katika ukurasa wa pili. Steve Nyerere mbaroni, nayo ni habari katika ukurasa wa nne. Na katika gazeti la Mwananchi habari zilizopoa uzito zinasema: Wema Sepetu atoa sababu za kuhamia Chadema, asema anakwenda upinzani kupigania demokrasia, huku akiituhumu CCM kuto mlipa fedha zake za kampeni. Hiyo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa nne. Askofu Mokiwa asema kanisa limeingiliwa, nao ni habari katika ukurasa wa nne mume au aua mke alijinyonga ali na kuacha ujumbe wa kurasa 80 nayo ni habari katika ukurasa wa tatu. Maalimsi afania kuifuta CCM Pemba, habari kamilini katika ukurasa wa nne. Mume mke wafa kwa mafuriko wakitoka kufunga ndoa Arusha, nayo ni habari katika ukurasa wa pili. Mrjm ponza wa machinga Mwanza, nayo ni habari katika ukurasa wa tatu. Na katika gazeti la Tanzania fikra ya Kelifu, habari zilizopo uzito zinasema wema nimevaa gwanda tayari kwa mapambano, hiyo ni habari katika ukurasa wa nne. Steve Nyerele mikononi mwa polisi, nayo ni habari katika ukurasa wa nne Mafuriko ya ua maharusi wakitoka kufunga ndoa pia ni habari inayopatikana katika ukurasa wa pili. Na katika gazeti la habari leo habari zilizopewa kipaumbele zinasema vita dawa za kulevya ya pamba moto, watuhumiwa 257 wakamatwa, da misukosuko kukamatwa na kushitakiwa, Wema ahamia Chadema. Steve Nyerere ahojiwa, sauti yake kusikika mitandaoni, hiyo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa pili. Sakata la wakimbizi Msumbiji kutatuliwa, nayo ni habari katika ukurasa wa pili. Tetemeko lapigwa lapiga Rukwa la jeruhi, pia ni habari katika ukurasa wa pili. Mke wa bilioni ya Msuya ashtakiwa tena kwa mauaji, nayo ni habari katika ukurasa wa tatu. Na katika gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, habari zilizopoa uzito zinasema polisi watanda ibada ya askofu Mokiwa, waumini watatu wadakwa wakiwa na mabango nje ya kanisa na kupakiwa kwenye karandinga. Habari kamili inapatikana katika ukurasa wa pili. Wema Sepetu atoa atoaya moyoni akitua Chadema Steve Nyerele abanwa polisi kwa rekodi ya sauti yake na mawema akiwataja vigogo kibao, nayo ni habari katika ukurasa wa tatu. Maarusi wafa wakitoka kuoana, nayo ni habari katika ukurasa wa pili. Siro asema bodaboda da sasa mwisho saa sita usiku, nayo ni habari katika ukurasa wa tatu. Mpenzi mtazamaji wa Dar24 magazeti, asubuhi ya leo ulikuwa nami Nuru Bilini. Basi na kusihi, endelea kuwa nasi kupitia Dar24.com, lakini pia unapata habari zetu kwa urahisi zaidi kupitia android app ya Dar24. Usisahau kusubscribe YouTube channel kwa Dar24 news, tufollow instagram, twitter kwa Dar24 news, lakini pia facebook tunapatikana kwa Dar24 bila kusahau kushukuru SMS mtandao, kwani wao ndio wadhamini wetu wa kipindi cha Dar24 magazeti kila asubuhi. SMS mtandao, uze zaidi, nufaika zaidi. Na hii ni Dar24, taarifa bila mipaka. Je, ungejisikiaje kama ungeweza kufikia maelfu ya watu moja kwa moja kwenye simu zao kuhusu huduma za bidhaa zako? Kama ndiyo, SMS mtandao ni mfumo wa kisasa unaokuwezesha kutuma maelfu ya jumbe za simu kwa muda mfupi. Fungua akaunti yako sasa. SMS mtandao, popote wakati wote.